Mimi bado ni mwanadamu na yote ni atakayo ni kupendwa kwa nafsi yangu na kwa talanta yangu. Eh, hey, samani sana, sababu ya kuzungumza mimi mwenyewe ni kwamba mimi peke yangu ndo mwenye majibu kichwani mwangu. Eh, hey, niache bwana. Je, mimi hupingana mwenyewe? Hapana, hmm. Ah, basi mimi hupingana na mimi. Ah, na mimi na mambo makubwa kinani kichwa changu, na Mungu amenipa yeye mwenyewe mwenyewe hmm. Ah, unanionea gere, samahani. Ah, ankali gali bila mafuta aliendi, ushafahamu. <coughs> nataka nigai kidogo pesa ya chai, nikifika kwa mama nani hapo nichukue miogo nini changamshe tumbo, nikwambia <coughs> angu mimi nimekuleta hapa ili ufanye biashara, utengeneze maisha yako, sijakuleta kwa ajili ya wewe kuja kupoteza muda hiyo habari ya chai, hata mimi sikuweza, yani sikuweza kunywa chai wakati naanza kutafuta maisha. Mpaka leo hii umeniona mimi na maendeleo na kila kitu na nini, nimekuchukua tuje tukae hapa tufanye biashara. Mimi nilikuwa naishi kiugumu kushinda hata wewe. tena afadhali hata wewe, nakupa chai unalala sehemu nzuri, nakupa pesa ya kutumia. Mimi nilikuwa miinika sivipati, lakini nimepambana na mpaka leo umeniona niko hivi. Kwa hiyo na wewe unapaswa kupambana ili ufikie hapa mimi nilipo nakufundisha maisha. Ankali, ah, mbona unakunywa chai hapa na uje kwenye biashara? Hii si biashara. Ndio. Unatakiwa uuze upate pesa kupitia biashara ili ununue chai unywe. Ankali, ilikuwa zamani bwana, pesa mimi kanya chai tu hapa kidogo. Kama utaki, basi karudi. Basi mjomba, nikaona kutania tu usajia so, nini bwana, nikafanya utani tu. Acha ujinga. Haya. Mimi sipendi mambo ya kijinga bwana. Mimi nakufundisha maisha. <laughs>

Vipi? Eh, mwanangu doka mimi nimechoka, mwanangu. Umechoshwa na nini sasa? Nimechoka kunyanyasika kila siku, tunakumbizwa na mgambo. Samahani sana mwanangu <tipi> mimi naona nini eh, bora tupambane nao. Upo sawa kabisa, lakini ngoja ni kuambia kitu Gwakisa. Wale eh, wanachokifanya wako sahihi. Samahani sana eh. Hebu sikiliza kwanza hey. mimi miaka saba nauza hizi CD, nipo kitambo sana kwenye tasnia, sio unanielewa? hey. Hey, mimi nafahamu kila kitu. wanachokipambania wao ni kwamba hizi CD tunazoziuza zinatakiwa ziwe na stika za TRA. Samani hey. hey. mwanangu hey. ni namna nini mwanangu? hey. Sasa kama ndo hivo hey, kwa nini usipambane na mabosu wenyewe? hey. hey. hey. Kwa nini wanasumbwa na sisi? Wakati sisi tunatafuta riziki, tuweze kufanikiwa. kufanikiwabmmoj

Pesa, Say, na ndio maana hata pesa zangu huku ndo zina pesa kweli huku zina pesa huku. Sasa kama zina pesa alete pesa. Sina mimi sasa na misa, si, na kaza kaza kweli mimi mapesa nalete. Acha ujinga wako hapa. Nafahamu kama mtu anajua utaratibu. Ndio. Samahani sana, sijaweza kumaliza mzigo kama ilivyokuwa umeniambia, lakini nimejitahidi walau nimepata hiki, hapo hapo nisidi zingine laki nazo ikabidi nizirejeshe kiongozi. Eh, Samahani sana eh, maana hmm, leo mjini kulikuwa, kulikuwa na patashika kweli. Eh, kwanza naomba tuwe razi kwa sababu k ni mgumu sana huku kuna mtaja wao wa mmoja kwa siku. Shoga yako naona madogo madogo ah tu bila cha msingi hapa, naomba nisaidie tu ile pesa yote.

tuseme <tipos> sana pamoja na hii. Eh, ah, si ndio? Sasa, jamani mjitahidi kwa sababu mnapozidi ukanda na wateja wanapokea. Mtaka <tipos> mayai amna mayai amna kila siku kesho. Sasa sikia akirudi anakuta na kua familia a aporensa asante nombeni hela samani. Samahani bosi, kaona kama ni mwizi. Ni chenji nimebaki nayo ya buku <laughs> eh. <laughs> nawe mi bosi bwana nimekopesha kopesha, alafu biashara yenyewe ngumu ngumu kama unavyoona vile, nawindwa na mamwela akinoma noma. Kwa hiyo muda mwingine kazi zinakuwa hakuna, naenda kijiweni tu pale kiwanjani, naenda na sisi. Wewe taarifa zako nazo na nitazifuatilia wewe, bosi. Uh, hey, bwana mi bana, nilikuwa na Nilikuwa ni naweka mzigo ndo nimepanga mzigo, wakatokea jamaa wakanikimbiza. Ile katika kukimbia, sidi zangu zote zikadondoka kwenye maji, halafu hela ni, nilikuwa nimeweka mfukoni na zenyewe zikapotea. Kwa hiyo pesa nazo zimetoka mfukoni, zimeanguka sana. <laughs> Wewe bosi, mi sina kitu sa, kwa sababu nilikuwa <coughs> niuze mzigo wote wote, alikuja mteja pale, nikawa nakubaliana naye kidogo, akatokea mamwela Nikaachia mzigo mi nikakimbia zangu bosi, kwao sina kitu chochote mfukoni. Sasa unajua, nyinyi mnishangaza sana. Mimi na nyinyi tulianza hizi biashara muda mrefu, si ndio? Sasa nyinyi mnashindwaji na huyu mtu ambaye amekuja juzi tu, kaanza kazi leo analeta pesa He? pesa analeta, pesa analeta, anarudisha na CD. Bosi, sio kama tunashindwa, wengine watumiaga uchawi we, na ndele tu wanatoka kwa wa mashamba kwa tujua hata ametokea wapi, hata na hizo hata na ujinga wako. Huyu ameanza juzi, lakini umeona ameleta hata pesa, amekuja na pesa pamoja na kufukuzwa, lakini amerudisha na mzigo huu. Wewe unakuja unaletea, unaletea hadithi. Maisha livyo alivyo hivyo. Njoo mba nisikize, mimi nakwambia ukweli, huyu hizi pesa zake hizi CD ule wote wezekani baki nusu CD zingine kaficha hizi pesa zake. Sasa, ah ah ngoja. Wewe kama unaona rahisi huyu kutoa pesa zake, lete za kwako na wewe. Mimi niko sasa mzigo wote upo ghetto. Ah. Samani boss, na wewe a mzigo naendesha mzigo. Mimi hawa wanachozungumzia kuhusu swala la uchawi, mimi toka nimezaliwa kutoka tumboni mwa mama yangu, sijawahi kushuhudia uchawi wala kushiriki tendo la kichawi. Hawa wananionea jicho baya mimi hata. Hey, huyu anavyoongea sijui. Mimi hizi pesa ni za kwangu mimi, nimezitoa nikuletea hapa bosi. Ni uongo huyu mwanangu, mimi ndio kandalo nipokea mjini hapa boni iya iya. Uongo mwanangu, anami na nifundisha hizi kazi na wewe umenipa ajira leo hii mpaka nimeweza kufanya hii biashara na kurudi na hiki kiasi. Hey, nyinyi ni wazembe sasa. Basi, kwa taarifa yenu, kuanzia leo sitamwamini kati yenu nyinyi wote, kwa sababu nyinyi, tumeanza biashara siku nyingi, nyinyi mnashindwa kukabiliana na mgambo, mnashindwa kukabiliana na hali ya sasa hivi. Maisha gani hamnaleta nyinyi? Ni wazembe nataka niwaambie kitu kimoja. Wewe bwana, ni kwanza naomba na nitoe pongezi kwako. Wewe ni mgeni, lakini pamoja na ugeni wako bado umeleta mapato. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja na ku promise, kuanzia leo nitakuongeza CD ambazo zinaweza nikaleta mapato zaidi, ili uniletee mapato. asante bosi. Sawa na nataka niwaambie kitu kimoja, nyinyi nyinyi wapumbavu, asiyefanya kazi na asile. Sawa. Wewe bwana, hebu njoo nisainie hapo. Atakupiga wewe, hebu hebu nisaini hapa, shika. Asante, shika. Naomba unisaini hapa. Unifanyaje wewe, unaitwa nani? Eh, unaitwa Gwakisa hapa, eh andika Gwakisa hapa kulonga, huyo atakulonga hapo. Haya. Samahani boss. Ndio, ndio. Unajua mimi? Nilichelewa kwenda shule. Sawa ila kusoma hey. Mahesabu? Kusoma yeah. Mahesabu na ajua vizuri. Umeleta pesa. Hey, na mimi hey. Nakuamini kuanzia leo. Asante boss, tufanya biashara. Yaani wewe binadamu kama wewe kuondoka no. Bila kushukuru no. Kwa magoti utakuwa no. no. Ni mchoyo wa fadhila boss. Sikiliza nikwambie eh. Nikwambie kitu kimoja. Ndio. Wewe umefanya kazi na hii pesa eh. Nimekulipa kwa ajili ya kufanya kazi Saan. Na kama utaendelea zaidi yeah, nitakuongeza zaidi ya hii nitaongeza, yeah, nyingine na nyingine. Asante bosi, asante sana. Kesho yani, tukutane hapo. Hiki ulichokifanya umeinua maisha yangu mimi na maisha ya yang mama yangu huko kijijini hey. Hapa naenda kufanya uwekezaji. Sawa bwana, mimi naondoka bosi. Eh, tukutane kesho. Haya. Natangulia eh. Haya. Niache bwana. Yaani kiukweli kabisa yani, kiukweli hebu tuongee kibinadamu tu mimi nimeishi na nyinyi naishi, naishi na kila siku kila siku nyinyi mmekuwa excuse why. Lakini bosi, hebu kumbuka hii hali imekuwa ngumu, ni kwa sababu sasa hivi TRA wameamua kufuatilia kufuatilia hakimiliki za jamaa. Lakini hapo mbona zamani tulikuwa tunafanya kazi vizuri? Hiyo habari ya kuniambia kwamba TRA sio wameingilia kufuata mapato, sio ya hizi filamu, si mapato ya wasanii, sijui wasanii wenyewe kutaka stika, hizo ni nyimbo ambazo mimi nimeshazizoea na tayari tumeshazipatia ufumbuzi wakati tunafanya kazi mara ya kwanza, kulikuwa kuna haya matatizo. Tulikuwa tuna kiwanda pale Kariakoo, wewe zaidi unajua wewe, unajua nazungumza kitu ambacho wenyewe mnajua. Baada hii tatizo la TRA kuingia pale Kariakoo, tukaona kwamba tuhamishe kiwanda pale, tulete kiwanda mafichoni kwa ajili ya kudurufu vitu kwa siri, kweli sio kweli? Unashindana hii migambo hii, hii migambo yenyewe haina taa elimu, kwani nini? Hebu nisikilize nini mjomba, na wewe kelele. Tokeni wote hapa, toka. Nimesema ni toka wote. Wewe nenda doka. Unajua nakuamini sana.